Tumalize na eneo la ama eneo bunge la Mbeere Kaskazini, ambapo mbunge wa kiti cha ubunge eneo hilo Duncan Mbui amewataka wagombea wenzake kujitokeza na kujisimamia ama kusimama kidete kwa kujisakia kura wao wenyewe, ila badala ya kutumia umaarufu wa chama chao. Mbui aidha amenyoshea serikali kidole cha lawama kwa ahadi ambazo hazijatimizwa hadi kufikia sasa. Yeah. Hii story wanaongea ya vyama, nataka ni wachallenji leo. Wewe umesimama na UDA, toa jaze ya UDA weka kando. Wewe umesimama na DP, toa jaze ya DP weka kando. Na mimi boe nitoe jaze ya chama cha kazi niweke wapi? kuja tukiwa na majina yetu, eleze ile kazi nimefanyia mwananchi wa Mbeere North, aweze kuangalia kama kwa kweli ninavaa kuendelea mbele ama navaa nirudi nyuma. We mtu wa yundi, yeye ukuje kwa Angilau ukiwa peke yako, ajana arokoe kwenye kazi yake ajana <coughs> anajaragua kwa kazi yake ngine <coughs> wa DP, sababu ameshindwa kuhudumia watu wa momenji, na yeye awajana na marene ya DP awajana na mtu anaitwa JB Muturi awajana na Rene Kivuti, au ke mtu sasa ni serikali gani twani, tunaambiwa tu support ati tukae kwa serikali. Mimi nataka niambie mheshimiwa ambaye amenitangulia, sababu naona nitabika mahali yako, ama namna gani? Ni imotore yeye, alipatiwa kiti na mwanaiji wa Mbere North, sababu alikuwa anataka kiti ate, na yeye ameenda akapewa promotion sababu aliona hiyo serikali ni nzuri kuliko kiti ya Mbeere North niumakarateuma. Sasa hata eye awachale, na watu wa Mbeere North wachagile kiongozi wanafanya nini?